Siku chache baada ya shirikisho la soka Tanzania TFF kufungia uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza kutotumika kwa mechi za ligi, imebainishwa kuwa madhaifu katika eneo la kuchezea, yaani pitch, kukosekana kwa huduma ya maji, vyoo, kiyoyozi na upungufu wa mabenchi katika vyumba vya wachezaji, dressing room, ndiyo chanzo cha adhabu hiyo. Uwanja huo ulifungiwa jana Machi kumi, mwaka elfu mbili na ishirini na tano na TFF kutumika kwa michezo ya ligi kwa kukosa vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu kutokana na miundombinu yake kutokidhi matakwa ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya leseni za klabu. Kutokana na changamoto hizo, leo Machi kumi na moja mwaka 2025, Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda amekagua na kujionea maeneo hayo na kuwapa siku saba wasimamizi wa uwanja huo kurekebisha mapungufu hayo ikiwemo kutengeneza mabenchi ya ziada kumi kwenye vyumba vya wachezaji na kurekebisha kasoro kwenye eneo la kuchezea. Nafikiri nimezunguka nimeona, niliposikia mmefungiwa nilishtuka na nilifikiri kwamba kuna jambo kubwa kabisa hapa ambalo lipo katika uwanja huu. Mimi nafikiri e, wenzetu wa chama cha soka waliamua tu kutukumbusha kwamba kuna mambo madogo madogo tuyazingatie. E, hakuna jambo kubwa hapa. E, tukaambiwa changing room haina mabenchi. Mi nafahamu kwamba wakati wa michezo huwa mnakodi viti, lakini kwa sababu uwanja huu ni wa kudumu Sioni sababu ya kwa nini mkodi viti, wakati mechi moja tu juzi, meneja, mlipata shilingi milioni ngapi? Milioni kumi, milioni kumi ya Yanga. Kwa hiyo hii ni asset, lazima uiboreshe, lazima uweke vitu vya kudumu. Kwa hiyo ninamwelekeza meneja na nitaongea na katibu wa CCM wa mkoa ambaye ndio mwenye uwanja e, ndani ya siku saba kuwe na mabenchi ya kudumu ya wachezaji katika changing room badala ya kukodi kwa sababu timu mwenyeji analazimika kukodi viti, lakini hawa wanakula hela ya uwanja milioni kumi kwa mechi ya Yanga. Mechi ya Simba mlipata shilingi ngapi? Milioni, milioni nane. Nane. Kwa hiyo kwa mechi mbili tu milioni kumi na nane hawana haja, ya kwa nini wakodi viti wakati changing room zile zina security, wanaweza wakaweka mabenchi hata viti vya kudumu kwa hiyo meneja, hiyo mabenchi ndani ya siku saba, tengeneza mabenchi ya kudumu swala, so, la kuwa mnakodi viti halina tija yote ile. Mtanda amewatoa wasiwasi mashabiki, akiwahakikishia kuwa uwanja huo utatumika kwa matukio mbalimbali ya michezo, kwani ofisi yake kwa kushirikiana na Chama cha Mapinduzi na wadau wengine watatumia wiki mbili za kusimama ligi ili kurejesha hadhi ya uwanja huo. Nimekagua pitch maeneo matatu yana ya ukosefu wa nyasi, nafikiri ni kama asilimia kumi katika mia ya hayo maeneo. Kwa hiyo pichi yetu bado ni bora zaidi, lakini endeleeni kumwagilia uwanja. Ligi imesimama sasa, endeleeni kuboresha miundo mbinu. E, sisi na Wanamwanza kwa ujumla, faraja yao ni kuona mechi zote ziwe za FA, ziwe zile ambazo za ligi ziwe hata za African Cup of Nations zikichezewa wapi? Kwa hiyo nawe lazima uwe meneja wa viwango vya juu kwa sababu sisi nia yetu ku attract vilabu vikubwa kuja kufanya mazoezi hapa Kirumba. Hapa ni tumepewa chachu kwamba ligi imesimama, boresheni viwanja vyenu, ndio ninachokielewa mimi. Ligi itakaporejea kiwanja cha Kirumba kitafanya nini? Kitatumika kwa sababu najua viwanja vingi, lakini kiwanja cha Kirumba kina hadhi kubwa na wewe endelea kuhakikisha hadhi ya uwanja wa Kirumba inafanya nini? Inaendelea. Na kwa kifupi, si tutaendelea kuwapa ushirikiano TFF na Chama cha Soka Mkoa wa Mwanza. TFF ndio chombo kinachosimamia mpira na wanapotupa maagizo hatuyakaidi, tunayatekeleza eh. Kwa hiyo eh, tutatekeleza na nyie, baada wiki moja nataka wakaguzi waje wakague watuambie kuna tatizo gani kwenye huu uwanja? Kama hakuna tatizo, wawapeni barua e, uwanja utumike kwa shughuli mbali mbalimbali za kimichezo ndani ya mkoa wa Mwanza. Hicho ndicho Wanamwanza wanachotaka kukisikia. Kwa hiyo, mimi nawahakikishia Wanamwanza kwamba hatuna tatizo kubwa lolote hapa. E, ninaamini kabisa kiwanja hiki kita kitaendelea kutumika, tukwahio wasiwe na wasiwasi. Awali, mratibu wa shirikisho la soka Tanzania TFF kituo cha Mwanza, Goodluck Nyamuhandi amebainisha maeneo yaliyosababisha uwanja huo kufungiwa, huku meneja wa uwanja huo, Hassan Ally akibainisha hatua zilizochukuliwa mpaka sasa. Maeneo hayo ambayo yameainishwa ya ha kwanza ni kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa ni eneo la pitch, lakini tunakwenda tuna, tuna kupelekea kuweka benches au viti vya kutosha, miundombinu ya maji kwa ajili ya matumizi ya kawaida sasa imeshawekwa vizuri na maji yanatoka, na tumeona asubuhi kama maji yanatoka kwa wingi. Ishu ya fence uh, vyo vyote vimesha karabatiwa viko vizuri kwa ajili ya mechi zijazo. Uh, kitu kingine ambacho uh, kimekuwa kizungumzwa sana ni uh, wakati wa mvua, wakati wa masika maji yalikuwa kiingia ndani ya vile vyumba vya kubadilishia kupumzikia wachezaji. Tayari pale kwenye milango imewekwa matofali yamekarabatiwa vizuri, maji hayawezi kuingia tena na upande wa kule nje patafanywa ukarabati zaidi ili kuhakikisha kwamba maji hata wakati wa mapumziko au wakati wa movement za kawaida ku, maji yasiweze kuingia katika ile eneo la la kuingilia wachezaji. Kwa upande wa huku juu uh, VVIP area uh, itarudishwa ile uh, uh, zile, zile platform zilizotengenezwa na TFF mwaka juzi, maana ziliondoshwa kwa sababu ya sababu za kiusalama wakati wa mbio za mwenge, sasa zitarudishwa tena ajili ya kuweza kufanikisha michezo yetu na kurudisha hadhi ya uwanja uh, wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tunaamini kwa mujibu wa meneja wa uwanja uh, na mwenyekiti wa MZFA ligi imesimama kwa wiki kadhaa, mpaka tunapoenda kuanza ligi, uwanja utarudi kwenye hadhi ya kimataifa na tunatamani kwamba mechi zingine kubwa za kimataifa zirudi katika uwanja wa CCM Kirumba. Tumezipokea changamoto zote ambazo zimeonekana katika uwanja wetu, na sasa sasa hivi kutokana na, na uongozi wa mkoa mzima ukiongozwa na mkuu wa mkoa, tunazifanyia changamoto hizo kazi ili uwanja wetu urudi kwenye hali yake ya zamani ambayo ilikuwa iko vizuri zaidi. Kwao cha msingi tunawaomba wananchi wa Mwanza watulie, uwanja unakuja kufunguliwa na utakuwa umerudi katika hali yake ya zamani na kwenye hali nzuri zaidi. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.